Msifu Yesu Kristo. Yesu upelikane, nitazame ni maneno mazuri kutoka kwa Mtakatifu Tomasa Aquina anamfananisha Yesu Kristo na aina ya ndege huyu upelikane. Tunaambiwa katika kipindi ambacho ni ukame, akuna chakula, ndege huyu anajijeruhi na kutoa nyama zake kwa ajili ya kulisha watoto wake. Ni upendo usiokuwa na kipimo. Leo hii mimi na wewe tunapomtazama huyu Yesu wa Ekaristi, tumtazame katika hilo jicho la imani, furaha na upendo, na daima nasi tuwe watu wenye upendo, kuwahurumia wale ambao wanaohitaji na kuhurumia wale ambao wenye shida mbalimbali. Tujitoe pasipo kujibakiza, kama kwa mfano bora ambavyo wafanyapo bwana wetu Yesu Kristo. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.